Ugonjwa wa chikungunya umeenea kote katika kisiwa cha Reunion ambapo zaidi ya kesi 1400 mpya zimeripotiwa katika wiki moja. Viongozi katika kisiwa hicho cha Ufaransa ndani ya bahari ya Hindi wametangaza leo Jumatano janga la chikungunya sasa limeenea katika eneo lote na linaendelea kuenea. Kuanzia Machi 10 hadi 16, kesi mpya 1456 ziliripotiwa. Hili ni ongezeko la asilimia 16 ikilinganishwa na wiki iliyopita. Viongozi wa kisiwa hicho na mamlaka ya afya ARS wamesema katika taarifa ya pamoja. Hadi sasa kesi 15 mbaya zimeripotiwa ikiwa ni pamoja na watu wazima wanane pamoja na watoto wachanga saba, taarifa ya vyombo vya habari imesema, ikibainisha kuwa shughuli za idara ya dharura zinaongezeka kutoka kufanya ziara 78 na wiki iliyopita hadi 128 na wiki hii, kati ya Machi kumi na Machi 16 mwaka huu. Tangu mwezi Agosti mwaka uliopita 2024 wakati janga hilo lilipoanza huko Reunion, kesi 13594 zimeripotiwa. Wiki iliyopita mamlaka ya afya ilitangaza vifo viwili vya kwanza kutokana na ugonjwa huu unaoenezwa na mbu wa taiga, na watu hao wawili walikuwa na umri wa miaka 86 na miaka 96 mtawalia. Katika kukabiliana na janga hilo, kampuni ya dawa ya Valneva imetangaza Jumatatu ya wiki hii kwamba itatoa dawa elfu arobaini ya chanjo yake ya Xkid mapema mwezi ujao. Kulingana na Patrick Mavingui, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza na mtafiti katika kituo cha kitaifa cha utafiti wa afya CRNS ambacho kipo katika kisiwa hicho cha Reunion, makadirio yanatabiri kilele mwishoni mwa mwezi ujao. Bado kutakuwa na mienendo mikali ya usambazaji, amesikika Bwana Patrick akiliambia shirika la habari la AFP ijumaa ya wiki iliyopita tunafikiria kiwango cha janga ambacho kinahitaji umakini na hatua kubwa wiki ngumu zaidi ni hizo zinazokuja waziri wa ng'ambo manuel valls amekili jana jumanne mbele ya wajumbe wa bunge la kitaifa nje ya nchi na kuongeza kwamba angetembelea kisiwa hicho mwanzoni mwa mwezi april mimi ni frank damas na hii ni lushinga 72 dikto